Angu etu angu etu, ako enu ako enu, ake ao ake ao. Vimilikishi, vimilikishi. Hamjambo marafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Niliwafunza angu etu, nikawafunza ako enu. Angu etu is mine, ours ako enu, yos yours. Ake ao. His, has, its, and plural they. Kwa hivyo hapa leo tuna umoja na tuna wingi, umoja na kisha hapa tuna wingi. Umoja na wingi. Umoja leo tunasema ake, ake. Wingi tunasema ao. Tutapitia tu yale masomo matatu ambayo tulipitia ya ako, enu. Kama hujatazama video hii tafadhali, ama video hiyo tafadhali, kimbia haraka utazame hiyo video, sawasawa, sawa. Haya, ako, samahani, Ake. ao tunaanza na viumbe ambao wana uhai, na si mnajua hivyo. Kwa hivyo hili somo ni la viumbe ambao wana uhai. Bi Mercy ana furaha sana leo. Haya, tulisema viumbe ambao wana uhai wanatumia um, herufi gani? W, W. Anything that has life will go with W. Most of them. Sawa, natumai mtaona hiyo kalamu yangu ake, ao, wake, wao. Sasa ni wakati wako wa kunitajia vitu ambavyo vina uhai au viumbe ambao wana uhai. Tuanze na huyu ambaye amesimama mbele yako, huyu ni nani? Mwalimu kwa hivyo tumtaje hapa, tutasema mwalimu wake. Mwalimu wake, wakiwa wengi tutawaita walimu na sasa haitakuwa wake, itakuwa walimu wao. Mmeona hiyo? Sijui kama mnaona hii sauti yangu hapa, wu wake wao mwalimu wake, walimu wao. Mnaelewa? Nitajie kiumbe kingine ambacho kina uhai. Wewe ambaye unanitazama, wewe ni nani? Mwanafunzi. Kwa hivyo tutakuja hapa, tutasema mwanafunzi, mwanafunzi wake. Wakiwa wengi, wanafunzi wao. Usisahau kubadilisha iwe katika wingi Wanafunzi wao, unaona vile ni rahisi. So this is the third person, ake ao. Sawa sawa, the first person ni angu etu, mwalimu wangu walimu wetu. The second person ni ako enu, mwalimu wako walimu wenu yours. Na sasa tuko the third person. sawa sawa He, she, it in plural wanakuwa they kwa hivyo tunasema mwalimu wake walimu wao his teacher has teacher has what no <laughs> um yes his teacher that's true her teacher all right then their teachers That's correct. Karibu ni changanyikiwe kidogo. Twende kwenye wanyama, si ni kweli? Haya, ama tuseme kwanza mtoto kisha wanyama. Twende tutasema vipi? Sentensi yetu itakuwa, nomino ni mtoto. Kwa hivyo sasa wewe ni jazie, nina kungoja. Haya, tatu mbili, moja. Mtoto tuandike mtoto wake. Wakiwa wengi, watoto tutasema watoto Wow. This applies for anything that has life and life tulisema ni kitu ambacho kinaweza kutembea, kupepea, is to fly, au kuogelea, to swim. Speaking of kuogelea, ni mnyama yupi ambaye anaogelea? Samaki. Kwa hivyo takuja hapa, tuseme samaki wake samaki habadiliki, katika wingi atabaki kuwa samaki, watakuwa samaki wao. Mnyama mwingine ambaye unampenda, unapenda paka? Wacha basi tuseme paka, na huyu ndiye mnyama wa mwisho. Tutasema paka wake na tuweke kikomo, na wakiwa wengi, tutasema paka wao. Wanyama wengi hawabadiliki, nomino yake haibadiliki katika umoja na katika wingi. Most of the animals the noun stays the same. Sawa sawa, hapa tu ndipo ambapo utakumbuka kubadilisha: samaki wake, samaki wao, paka wake, paka wao. Ake, ao, ake, ao Vimilikishi, vimilikishi. Na sasa unavijua vimilikishi vyote vitatu, kuanzia angu, etu, ako, enu, ake, ao. Natumai umejifunza jambo moja au mawili au matatu au manne. Yoyote ambayo umejifunza leo, niandikie hapo chini ulichosoma. Tutaona na somo lifuatalo, ambapo tutaangalia vitu ambavyo sanasana vinaanza na ki, bado kutumia vimilikishi.